Wadogo fulani hivi, jamaa moja hivi anaitwa Daka Ofisho yule, yeah. Mtoto yule kijana skani hapa anaifanya na bobwanya sana, anaongea sana yani mbeleke mbeleke nyingi yeah. Sema nini yule, yeah. Dawa yake mimi ninayo, wanangu tulieni, tuli, tuli, dawa yake mimi ninayo, oh, yule pale atafly, nitamfurahisha yeah. Nitamfurahisha nitampa nita, yeah. Kichani pati yule, oh, tupo hapa tulieni tuli, tulieni tuli. Unajua mimi siongei sana, unajua kitu kimoja mimi siongei sana <tri> Mtoto e, wa mjini ushafika sasa hapo, wanangu, inakuwaje? Mtoto wa Morogoro huyu kama vipi, wanangu, inakuwaji? Wanangu mishe nini? Boy, safi, boy. Safi safi, safi. naona ile mbona kinyonge ambyahaka nini? Hamna, maze, hey! jamaa sema safi safi, wanangu, tupo. Unajua mjini hapa si unajua si wengine mjini kitambo hapa, mission town, ukiona na kibegi unajua kabisa nimetoka kuunga. Yani ile kitambo nakumbuka kitambo, hiyo bushi hiyo ilikuwa kwa kijijini, hiyo kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa mzee Mlema. Huyo mzee Mlema huyo mchawi kinyama. Alafu sasa mimi pale kijijini mimi mwenyewe ndo nilikuwa bon town kijijini, alafu mimi ndo eh, hey, bon town yani sikio, tumeenda zetu kwenye mzambalao wa huyo mzee, rafiki yangu, mimi nimepanda juu, nilikuwa na mwanangu mmoja anaitwa Zacha, nimepanda juu, rafiki yangu, natingisha ule mzambalao Zambarau zinadondoka chini, huyo Zacha anakuja na ziokota anahifadhi pale chini. Mimi natingisha mzambarau kule juu. Ah, nakuja kuangalia chini. Zacha hayupo kashacheza siku nyingi. Mimi najiuliza vipi? Naita Zacha. Zacha kimya. Zacha. Eh, kuja kuangalia pembeni hivi namuona Mzee Mlema. Huyo Mzee Mlema balaa. Huyo, huyo sumu kaka analimshale hivi rafiki yangu. Yule limshale mimi nikaza mimi ananiambia, tulia kama ulivyo. Nikasema eh, leo kazi nayo. Unajua nilichokifanya sasa Niko juu kule rafiki yangu, juu ya kilele kule. Na mwangalia mzee mlema yule pale nikajiachia mzee. Wakati niko hewani kabla sijafika chini, nikajishika hapo. Nikaning'inia. Kweli? Nikajiachia tena. Nikashuka nikajishika tena mzee. Nikaning'inia nikajiachia chini mpaka chini mzee nikafika zangu. Wewe! Halafu nikamwangalia hivi mzee mlema nikamwambia nikufuate. Akaniambia don't do it. I love you so much. Hapo mjini hapo. Huyu mtoto wa Morogoro mimi atanifanya nini huyu? Huyu ndio hivyo wanangu, kwa mimi kitambo hapa, yani mishe kama kama eh, mwanangu Jack. Eh, kwani vipi? si fresh tu Ah, wanangu hawa sisiafu hawa. Hawa <laughs> oh, sisiafu sasa wanangu. Nafanya na mambo gani rafiki yangu? Mimi nimekuja hapa na angu, nyo... pa, ma, ma masiafu tunawekea na masiafu. Mimi nimekosa nini? Mna masiafu ni watu tu mimi. Hizo tu wanangu ina noma fresh ni bakini. Mimi mna ningatisha mimi masiafu, masi leo. Ndio nimkabetie <laughs>